getuda jalome haule amepata kura elfu mbili mia tisa kumi na tatu na mwisho ndugu victor leonard mhagama amepata kura elfu tatu na arobaini kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni zetu za uchaguzi wa chama cha mapinduzi mara baada ya kukamilika zoezi hili, uh, huwa inatuambia kwamba hakuna mshindi. Haya ni maoni ya mikutano mikuu ile maalum, kwa lengo tu la kusaidia vile vikao vya uchujaji na uteuzi wa mwisho, lakini kwa mamlaka aliyopewa, naomba kumtangaza mshindi wetu wa kura za maoni, ambaye ameongoza kura kuwashinda wenzake hawa ishirini na sita ni ndugu Vita Leonard Mhagama naomba tumpige makofi.